Wosia ni tamko rasmi linalofanywa na mtu ambaye yupo hai kwa lengo la kuelezea ni namna gani mali zake au familia yake itaendelea siku ambapo yeye hatokuwepo. Wosia huu unaweza ukawa wa maandishi au wa matamshi. Wosia wa maandishi Wosia huu wa maandishi ni lazima uandikwe kwenye karatasi kwa kutumia kalamu ya wino, sio ya risasi. Ya wino tafsiri yake ni kalamu ambayo haifutiki, wino wake haufutiki, ukishaandika umeandika kwenye hiyo karatasi. Mambo ya msingi unapokuwa unaandika wosia, lazima uoneshe tarehe ya wosia huo, umeutengeneza lini ni lazima pia uoneshe kwamba umefanya huo wosia ukiwa na akili timamu. Ni lazima uoneshe pia kuwa unafanya wosia huo pasipo kulazimishwa na mtu yoyote. Hayo ni mambo ya msingi sana ambayo mwanzoni kabisa wa wosia anatakiwa yaelezwa ya, ya. Halafu huko utaendelea kwa kubainisha ni mali zipi ulizo nazo na ni warithi wapi unataka warithi kuna familia zingine unaweza ukawa na mtoto ambaye amekuwa mtukutu, na pengine hutapenda awe sehemu ya wosia wako. Mzee unayeandika wosia au mtu, sio lazima awe mzee, ni umri kuanzia miaka kumi na nane na unaona una mali. Kwa sababu hatujui siku wala saa ya kuondoka duniani, ni vizuri ukawa na wosia. Kama kuna mtu hutaki aguse sehemu ya mali zako, basi unapaswa kuandika kwenye wosia na ukieleza sababu ni nani, <coughs> na kwa nini hutaki arithi mali yako siku ukiwa haupo, tunaelewana. Miongoni mwa sababu ni labda aliwahi kukupiga au aliwahi kumpiga mke wako, pamoja na sababu zingine. Kwa hiyo itategemea sasa na mazingira ya uhusiano kati anayetoa wosia na kijana wake. Lazima ueleze sababu kwa nini haumpi mirathi mtu huyo, au humpi mali au sehemu ya mali mtoto huyo, unaelewana. Wosia huo wa maandishi unaweza ukawa una, unaandikwa na mtu asiyejua kusoma na kuandika, yaani anaandikiwa na mtu mwingine wosia huo. Yule anayetoa wosia, kama hajui kusoma na kuandika, lazima awe na mashahidi kwenye wosia huo, mashahidi wanne mashahidi wawili wawe wana ukoo na wawili wasiwe wana ukoo watu baki. Kuna wakati mwingine watu tunaishi, watu wa namna hiyo tunakuwa hatuna au ndugu wawili ndugu zako wana ukoo wako wanaweza wakawa hawapo. Kama hawapo sheria haijasema swala hilo liweje, lakini busara tunafikiria ni ueleze sababu kwenye wosia huo kwamba kwa nini umelazimika kutumia shahidi mmoja ambaye ni mwanaukoo. Unaelewana, unapotaka kupindisha sheria ni lazima uoneshe sababu ya msingi, kwa nini unataka sheria uiweke pembeni, ili hili swala lako linyoke, kwa sababu lengo la wosia ni kutangaza ni kitu gani kifanyike, kipindi mali kipindi wewe haupo. Kwa hiyo utaeleza kwamba shahidi anaonekana kuwa ni mmoja ambaye ni ndugu, kwa sababu ndugu aliyepo pekee ndo huyu, au ndugu ana ukoo anaweza wakawepo, lakini hakuna hata mmoja ambaye unamwamini. Tunaelewana? Huyo ni mtoa wosia ambaye hajui kusoma na kuandika mashahidi wanne. Kama unajua kusoma na kuandika, maana yake utasaini kwa mkono wake kwenye huo, kwenye kwa mkono wako kwenye hiyo wosia Mashahidi wanapaswa kuwa wawili, mwanaukoo mmoja na mtubaki mmoja. Wosia wa mdomo ni wosia ambao mtu anatoa kauli kauli yake ya mwisho kuhusiana na maisha yake pamoja na mali zake na familia zake, na familia yake. Wosia huo wa matamshi lazima ushuhudiwe na watu wanne, wawili wanaukoo na wawili watubaki kwa pamoja. Kwa hiyo wosia mtu usio lazima uandike wewe, ita hao watu wawili wasimlie unataka kifanyike nini siku ukiwa haupo. Ikitokea kati ya wale mashahidi wako mmoja amefariki, iwe ni ushahidi wa kuandika, iwe ni wosia wa kuandika au wa matamshi, inabidi uite tena wengine au uandike tena mashahidi hao wakiwa wametimia wanne au wawili. Baada ya wosia, hapo kwenye wosia tunaongelea mtu afanye nini akiwa hai. Sasa inatokea sasa mtu huyo hayupo duniani, ni aidha aliacha wosia ambayo ni halali au hakuacha wosia, amefariki bila kutoa tamko lolote au kuandika chochote kuhusiana na mali zake na familia yake hapo ndo tunapoingia kwenye mirathi. Tunaelewana? Mirathi inahusisha marehemu, familia iliyobaki pamoja na mali zake.